Mkuu wa mkoa, mkuu wa wilaya na wananchi waathirika wa hapa manispaa ya Msoma, ndugu wananchi, poleni poleni sana. Tumeona hilo tukio kupitia vyombo vya habari, tumewasiliana na mkuu wa mkoa, ametupa taarifa ya hali iliyoko mpaka asubuhi hii Nataka niwafikishie pole, na Mheshimiwa Rais amenipigia muda mfupi uliopita akitaka taarifa, na nilipomwambia kwamba sasa nataka kuzungumza na wananchi kule, amenituma niwape salamu za pole. Kwa hiyo pokeeni salamu hizi za pole wote waathirika. Tumeshamleta mtu wa maafa, ameondoka alfajiri leo Dodoma anakuja kuungana na timu ya maafa hapo Musoma na atakapofika watashirikiana kufanya uratibu wa madhara hayo ili serikali ione namna nzuri ya kusaidia kutatua changamoto zinazoweza kujitokeza kwenye eneo hilo. Kwenirudie tena kutoa pole kwenu wote, niwasihi wakati huu mwe watulivu lakini pia mtoe ushirikiano kwa uongozi wa mkoa na wilaya ili waweze kushughulikia vizuri jambo hilo, na hatimaye serikali tuweze kujua namna nzuri ya kulisaidia. Poleni sana, poleni sana.